Ripoti kutoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na kubwa zaidi ni kurejea kwa timu za Simba pamoja na Yanga ambazo zimetoka katika majukumu ya kimataifa. Simba akirudi na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Nsingizini, lakini pia Young Africans akirudi uh, akiwa amepoteza mchezo wa ugenini, kazi kubwa ikiwa imebaki nyumbani. Na hiyo timu hizi zilisafiri kwa ajili ya mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, na ni michezo ya hatua ya pili, ambapo ikifuzu inakwenda katika hatua ya makundi kama unavyoona vikosi ndivyo vilivyowasili hivi. Simba na Yanga hii leo wamewasili kwa pamoja kwenye uwanja huu, wakitokea katika maeneo mawili tofauti. Mastaa mbalimbali wamefika, lakini pia viongozi pamoja na makocha wamezungumza. Kitu gani wamezungumza? Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya kupata mambo mengi ya kimichezo na burudani. Mimi ni Diana Sanga, nyuma ya kamera ni Hatibu Mgeja. Huyu hapa Ali Kamwe, ofisa habari wa Young Africans akizungumza baada ya kutua. Eh, yes, tumekutana ndani huku na jambo hili kimsingi limenipa faraja, ndugu zangu. Eh, kwa sababu limetoka kufungwa Malawi lakini nimeshuka hapa nimekutana na mnyonge wangu, kwa hiyo angalau nikajua dunia haijafika mwisho. E, na mimi nimekutana na mnyonge wangu, nimemuona hapo ndani, basi nikasikia raha. Unajua unaweza ukafungwa ukajua dunia imeisha, kumbe ufungwa wako wengine ambao tunawafungaga na sisi huku. Eh, nikafurahi bana, nimewaona hapo, tumesalimiana vizuri, safi kabisa. Eh, alikutambia kwamba wamepata gol, hawa wametamba eh, hapo ndani eh, hawa wametamba sana, na kama walinipania hivi jua jeona muda mrefu hawa kwao ndani wakanipania hapo, wamenipelekea moto, lakini nimewaambia nimesikia faraja si dunia kumbe haijafika mwisho, kwamba mimi nimefungwa Malawi, nimeshuka Tanzania tu, nimekutana na mtu wangu, nimesikia raha, maanake nimepata confidence, nimeboost morali kwamba naweza kupindua matokeo. Umekutana na <coughs> ndugu zako. Mimi hata sishiriki, kwani kwani wao ni wao. Hao waliovaa kijani, mi nilijua ni chama tawala wanatoka kwenye kampeni, sikujua kama ni wao. Unaona wachezaji, ah, si si si, sijaona matokeo yao, yeah Nimeapata, sio? <laughs> <laughs> jambo la kuchekesha. Maana ulisema nataka mbakie peke yako. Mm. Sasa tusimalize maneno. <laughs> <laughs> E, tusimalize maneno, wamemfukuza <laughs> tu nani <laughs> nguo zake <laughs> ha, wamemsafirishia. Mimi kwanza, nataka ti tuwaulize watu wa diplomasia, inaruhusiwa kumfukuza kazi mwajiriwa wa Tanzania ukamfukuzie kazi Malawi? Yani, nataka nijue kidemokrasia hiyo kinini, kidiplomasia hiyo imekaa na nyinyi mnisaidie kuuliza wataalamu wa diplomasia. Mtu kaajiliwa Tanzania, ajira yake iko Tanzania, vibali vya kazi vyake viko Tanzania, alafu anakwenda kufukuziwa kazi Malawi. Inaruhusiwa kidiplomasia? Folz ni mtu mzuri, amemonea. Folz kusema kweli, amemonea. Ni, ni, ni best coach, ni kocha maana kweli kweli, eh kocha ana <laughs> <laughs> veti vingi kuipanga kutoka hapa airport vinafika mpaka Kisarawe <laughs> <laughs> <laughs> veti vya kusoma baba eh? <laughs> lakini wamemonea, ah, maskini ya Mungu, mimi nitaka wabaki naye mpaka washushe daraja <laughs> uh,

kwa so yeah. sababu kushinda ugeni goli tatu yeah. ni mtaji mzuri kwa mechi ya marudiano pante yeah. Pantevu kama tulivyosema sisi, uika tunajua tunachokifanya. ni meneja wa viwango, kwa hiyo huu ni mwanzo tu, amekaa na timu wiki mbili, na pengine cha wengine kwa timu ya taifa hajakaa nao kabisa. w wanasimba watarajia nini? Watarajia nini? Makubwa. Kila bacha, ya mwingi, igori, bado bado hiyo mliyoona ni asilimia 30 40, bado kabisa kikubwa. Mchezo uliopita mlikosa mashabiki wenu. Kuelekea mchezo ujao, tunaomba wajae kwa Mkapa kwa wingi, washuhudie mpira ambao ni mpira mkubwa sana ambao unafanana na asili yetu Simba dunyasi yeah. hatari

It was a key. Were you satisfied with the substitution you made and uh, what it tells going to the the next match? I, I I satisfied from uh, every one of the players. Uh, I appreciate their efforts. Everyone, uh, gave his best. So, tumeweza kuifanikisha kwa asilimia mia yeah. na vile vile Mafunzo ambayo tumepata kwa mwalimu kwa muda kwa muda mchache, eh ee, anaanza kuleta matunda kido kidogo kidogo. Na ulikuwa mchezo mzuri, wapinzani walijiandaa vizuri, lakini tuweza ku kutumia kile ambacho mwalimu ametuelezea na tukaweza kupata matokeo gani gani kiasi mara baada ya kocha mchezo ambacho pengine kwa ah, ugumu ulikuwa ni muda mchache ambao mwalimu alikuwa nao na mechi ilikuwa iko mbele, ilikuwa ni mechi muhimu sana. Eh ee, lakini shukuru kwamba mwalimu Nairo aliweza kuliona mapema uh, na kuweza kutu, kutufundisha kile kitu ambacho kilikuwa ni rahisi kuweza kukifanya katika mchezo huu hmm. Na na imani kwamba vitu vingine vizuri vitakuja hmm. Morali kuwa juu kiasi gani kwenye mchezo huo pengine kutokana na matokeo hadi karibuni ya Simba? Ah, morali kwa wachezaji wote ilikuwa iko juu kwa sababu eh, malengo ni ya kuingia group stage yalikuwepo na kila mchezaji anajua umuhimu ambao ulikuwa katika mchezo huu, kwa hiyo morali ilikuwa juu kuweza kuhakikisha tuna- tunamaliza mchezo tukiwa ugenini na ikiwezekana tuweza kumaliza mchezo pia katika raundi inayokuja ili tuweze kuingia katika group stage. Mchezo uliopita mlikosa mashabiki; unawaambia nini sasa kuelekea katika mchezo ujao? Ah, kwa sisi mashabiki ni muhimu sana eh, na naimani <laughs>